Na dini tunaenda kwenye sikukuu ya Krismasi. Krismasi ina tafasiri ya kufanyeje, ya kuzaliwa kwa mwokozi wetu Yesu Kristo, na anapozaliwa Yesu Kristo, inakuwa ni fundisho kwetu sisi wanadamu ya kwamba Yesu azaliwe upya mioyoni mwetu. Sema haleluya, waandishi wote msemeni amina, kwa sababu ni jambo la na neema kwa na kila sababu ya kuwapongeza wa Tanzania kuwa na moyo wa subira, moyo wa utulivu, moyo wa amani kwa namna ambavyo tumekuwa washiriki wa amani na utulivu. Kusema kweli, Mungu awabariki sana na neema ya Bwana iwe pamoja nanyi. Lakini pia ni kweli, kipindi cha nyuma pia, kama tunakumbuka, taifa letu liliingia kidogo ya changamoto za hapa na pale. Kuna watu waliumia, walipoteza mali zao, wengine walifariki na kadhalika. Lakini hakuna msiba ambao una mwisho wa maombolezo, maana hakuna tatizo ambayo ina mwisho na kadhalika. Nina kila sababu, nimeshuhudia watu mbalimbali, kuna viongozi wa dini, viongozi wa serikali wakisema moja, mbili, tatu kwa yaliyotokea yote. Yote kwa yote Mungu awape faraja ndugu wote ambao waliopoteza ndugu zao Mungu awafariji na Mungu awape neema hiyo ya uvumilivu eh, lakini vile vile nimeona baadhi ya viongozi wasekana hao wakisema hayo yaliyotokea na kadhalika. Pia Mungu atubariki na tupe moyo mkuu. Wengine pia walipoteza mitaji biashara zao mbalimbali, lakini yote kwa yote Mungu awabariki, Mungu awape neema milango mingine ili ya kupata hiyo mitaji mingine. Bwana awape neema ya kufanya vizuri, na yote kwa yote naomba pia nimpongeze mzee wangu eh, mchungaji Kitime. Eh, Mchungaji Kitime, huu ni katibu wa kanisa la huu, uh, ni wa baraza la teki nimpongeze. eh, amekuwa ni sehemu ya baraka sana, amekuwa ni mtumishi bora kabisa ame, anazungumza kwa lengo ambalo ni jema katia majim wake. Nina kila sababu ya kumpongeza kwa yote anayozungumza, amekuwa kama sauti ya Watanzania kwa namna moja au nyingine kwa jinsi wanavyodhani ni watu wengine, lakini niseme kwamba Mungu akubariki sana mchungaji au patiti kitime au fata kitime. Mungu akubariki sana, kwa maneno mengi yako yamekuwa ni faraja kwa bondo wa serikali, yamekuwa ni faraja kwa Tanzania. Mungu akubariki, lakini pia naomba nishauri. Naomba nishauri, lakini pia hata siku ya leo nilimwona mtumishi wa Mungu mzee wangu mzee Walioba huyu amekuwa waziri mstaafu, waziri mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia kuna maana akazungumza kwa uchungu sana, akasema mambo mengi kwamba, uh, anamnukuu alisema kwamba watu waliouawa uwa siku ya uchaguzi elfu mbili na ishirini na tano ishirini na ngapi, ishirini na tisa si elfu mbili na kumi Oktoba, kwamba walikuwa ni wengi kuliko hata ya Kagera. Sasa basi, hapa naomba nifundishe jambo la busara na niombe kitu kimoja kizuri. Taifa letu limepita mapito mengi, hakuna mtu ambaye hana machozi hana huzuni, lakini inatakiwa sasa viongozi wetu wazee wetu, viongozi wa dini, tusimame sasa kwenye msimamo wa pamoja wa kulifanya taifa kurudi kwenye faraja. Hivi leo mtu aliyefiwa na mtoto wake, ukaendelea kumzungumzia habari ya msiba wa mtoto wake, ataendelea kuwa na maumivu, na ile maumivu muda mwingine Yataleta chuki hata kwa Mungu mwenyewe, kwamba Mungu mababu aliruhusu. Tunajua, lakini pia serikali nimeona kwa namna moja au nyingine inapambana sana, ili kufanya kuka, kufanya namna gani ya kupata suluhisho la jambo hili. Nimeona pia kuna tume imeundwa ya jambo hilo. Mimi ningefikiri kwa kipindi hiki viongozi wa dini Waislamu kwa Wakristo, hebu tuwe kitu kimoja kwanza, ili tuilinde amani yetu tuimize amani yetu, ili Watanzania tusimame kwenye umoja. Ile tume ambayo pia imetengenezwa ili kutunza mambo haya, tusubiri pia majibu yake. Majibu watatuletea majibu gani membatatuli sasa, majibu ambayo atakuja kama ni tofauti na mtazamo wa Tanzania wote tuna kila sababu ya kuhoji ya kulalamika, utoa maoni hayo, ila kipindi hiki tunapokwenda kusherekea sikukuja Christmas. Mimi niombe niombe viongozi wa dini zote tuusimame kuwa washiriki wa kushiriki kwa ajili ya kuitunza amani ya nchi yetu. Na kama mnavyoona mambo mengi yametendeka, mambo yamezungumzwa mbalimbali, sikuwahi kuzungumza chochote, lakini leo naomba mjue, naanza rasmi na tunapoelekea. Yako mambo mengi Watanzania amyajui, mimi nayachua. Na haya mambo hayo yote nitaweka yote bayana, nitazungumza vyombo vya habari, vyombo vya habari vitasikia, wananchi yatawafikia. Unajua, kuna mambo ambayo hamwezi kujua wote, lakini naomba kwanza nirudi kwa kipindi hiki. Uh, mzee wangu uh, mzee wangu Warioba, kuna vitu ambacho amekizungumza, of course kina uchungu nana moyo wake, lakini kipindi tulicho nacho hiki kisiwe kipindi sasa cha kuendelea Watanzania kututwisha mizigo. Naelewa mizigo mingine ya maumivu, mizigo ya mateso, mizigo ya, kutu, yani ya kutumiza. Hebu wazee wetu tufanyike kuwa faraja viongozi wa dini wa makanisa yote viongozi wa dini wa makanisa yote Roman Catholic KKT TAG Moravian wa Sabato wa Pentekoste, yani makanisa yote na dini zote tuungane, tuwe kitu kimoja. Kwanza tuilinde na kuitunza amani ya nchi yetu, na hakuna serikali ambayo iliyokamilika kwa duniani. Nisikilize hakuna serikali yoyote iliyokamilika hapa duniani, na tumeona Kongo mambo mengi yametokea, lakini nani alaumiwe? Jambo la busara, hebu tungoje wakati sikukuu ya Krismas iwe ni sikukuu iliyobeba kuzaliwa upya kwa Bwana wetu nani? Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu ni rudi tena kumwomba kum, mzee wangu Warioba na mtumishi wa Mungu kiongozi wangu Father Kitime, eh, kipindi hiki hebu tuendelee sasa kuwajoini Watanzania. Watanzania wasimame kuwa kitu kimoja, narudia, hakuna siye jua liyotokea, tunajua watu wanajua na tunaendelea kusuhidi majibu sahihi kutoka kwenye mamlaka. Maandiko asema hivi kila mtu na atii mamlaka iliyokuu iliyopo. Nitakaa kuwako kwa viongozi wa dini, nahitaji tuwe kitu kimoja. Viongozi wa dini wa dini zote tuwe kitu kimoja kuilinda na kuitunza amani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapa tu yalipotokea maandamano kama mnakumbuka, ziko nchi zilichangilia ziko nchi zilishangilia, zilifurahi. Inamaana kumbe ma misiba kwa mwingine, kwa mwingine ni sherehe, kwa ajili ya chakula, kwa ajili ya ubwabwa, kwa ajili ya chochote. Kwa hiyo ndugu zangu ni wa Tanzania, mara nyingi nimezungumza, lakini leo ndo nafungua ukurasa wa kuzungumza. Sipo upa upande wote, siko upa upande wa viongozi wa dini, siko upa upande wa viongozi wa serikali, si niko upande wa Mungu eh? Mungu ni Mungu mwenye dhamana ya nchi hii. Mimi kama mtumishi wa Mungu nitazungumza mengi, si leo tu, nitazungumza mengi hata muda unaokuja. Kwa hiyo, viongozi wa dini, yako mambo nayajua, kuna mambo yajui, mimi yaju minayajua. Na kama maumivu, wengi tumeumia, wengi wameumizwa, lakini tusichukulie kama fimbo sasa ya kuendelea kuhamasishana uchungu, tunakumbushana maumivu tunakumbushana matatizo, hapana. Tunatakiwa sasa hivi kwamba tuijenge na tuisimamia muhimili wa amani ya nchi yetu. Kuna unajua haki huinua taifa, pasipo haki taifa inaangamia. Sasa basi nirudie kwa viongozi wa dini, hasa tuwe kitu kimoja kwanza. Tunapoelekea Christmas, mimi ni mchungaji wa kanisa la National Christian Assemblies na ndio mchungaji kiongozi na ndio founder wa huduma hiyo. Ninapozungumza haya ninamaanisha, ebu tunapokwenda kusherekea sikukuu za Krismasi, natamani kuona, wakihubiri amani, wakihubiri na kuona wakihubiri amani, wakihubiri na kuona viongozi wa dini wakihubiri amani, wakihubiri utulivu. Natamani kuona wanasiasa wakihubiri amani, wakihubiri utulivu. Natamani kuona viongozi wa serikali wakihubiri amani wakihubiri utulivu, kwa sababu utulivu ndo tuni yetu yaani, Yesu Kristo akazaliwa upya kwenye mioyo yetu. Bwana sifa. Ndugu zangu waandishi wa habari, naomba kwa haya myachukue, munifikishie kwa Watanzania na Mungu awabariki. Mbe Mungu hunipa maono mbalimbali, kuna mambo kwenye yafahamu na jamii jua hivyo melewa na mimi kama mtumishi wa Mungu nitasimama na nitayasema. Mmepata vizuri? Kwa hiyo mambo haya ntayasema muda sio mrefu, lakini leo nimeta salamu za Krismasi. Yesu Kristo akazaliwa upya kwenye mioyo yetu, na natamani kuona viongozi mbalimbali wakizungumza kumwenzi Kristo. Natamani kuona viongozi wa dini kumwona pia mzangu Warioba akihubiri amani mzee wangu Kitime eh, mzee wangu Kakobe, mzee wangu Gamanywa mze, wazee wangu wote wakizungumzia nini? Yesu Kristo, Krismasi, akazaliwe upya ndani yetu, yaani kama tuliwacha ukovu, basi tukaokoke na tusimame kwenye utaratibu. uh, uh, uh, wa, waziri mstaafu mzee Warioba amesema waliokufa ni wengi kuliko vita vya Kagera. Sasa mimi kama Mtanzania, wakati wa vita vya Kagera mimi na nilikuwa sijazaliwa, na kama sijazaliwa, hakuna mtu mwenye takwimu sahihi ya swala hilo. Lakini vilevile, watu waliokufa kama ilivyosema hapa Tanzania waliokufa, hakuna mtu mpaka sasa mwenye takwimu kamili. Tunasubiri mamlaka ambazo tayari zimepewa jukumu la kuchunguza ili kubaini. Hasa mimi nikizungumza hilo, nitakuwa nazungumza kitu ambacho napandikiza roho nyingine kwa Watanzania na mistaki na lazo, mimi kutoa takwimu kwamba watu kadhaa walikufa nitakuwa ninachukua mamlaka ambayo mimi sifanye nini hiyo sensa. Nimepata tu hata hata mzee wangu Warioba, sidhani kama amefanya sensa, kaifanya sensa kaifanyia wapi? Sijajua sensa kaifanyia wapi, lakini siwezi kuunga mkono maneno yake aliyozungumza kwa mara ya mwisho kwa kuwa kwenye vita vya Kagera, mimi bado babangu ndo ndo akoje mzungu labda wa la kwanza au la pili ili mimi fanye kiumbe kipya.

kutoa takwimu kwamba watu waliokufa vita vya Kagera walikuwa ni wengi kuliko nini, kuliko kuwa kuliko watu kwenye uchaguzi, siwezi kuona nini, sina chombo cha takwimu hicho. Hata kwenye historia ya vita vya Kagera, hata hii, sijawahi kuona idadi ya watu waliofanyaje, waliokufa vita vya Kagera, sijawahi kuona. Kwa jambo la busara, lazima nitii mamlaka nami nisubiri vyombo ambavyo vitakuja kama ndani ya nchi au nje ya nchi ili vitupe takwimu sahihi. Haya hayapo kwa padiri Kitime wala kwa mzee Warioba, ila na mambo ambayo mi ntaazungumza siku hiyo, Watanzania pia watafunga akili zao. Kilichopo kwa sasa, tunatakiwa viongozi wa dini tushikamane, tuwe faraja kwa ndugu, jamaa na marafiki walioingia kwenye maumivu yale, lakini sasa tusiwe tatizo kutonesha mioyo nani, mioyo ya Watanzania tusiwe chombo cha kuweka moto kwa nini kwenye vidonda vya Watanzania, kwa sababu yaliyotokea sifahamu ijambo kwa, kwa, kwa hatuna idadi kamili, tunasubiri sasa nini zile mamlaka ambazo, zile mamlaka ambazo zimefanyaje ambazo, ambazo zimeshateuliwa zime kwa jambo hili. Kuna watu walijipanga kwa ajili ya maandamano kutokea wakajipanga kufanya Desemba ngapi labda 25. nasema jambo 25. la 25. busara utaratibu mi navyojua kwamba watu wasema kwamba maandamano ni haki ya Mtanzania, sina manake, lakini yakiwa na uhalali, sina manake. Sasa mimi siwezi kuzungumza chochote, ila cha kuzungumza ni kwamba elfu mbili na na 25 mwezi wa 12 tarehe 25 ndio Krisimasi. Ebu tuitumie kwa ajili ya matendo mema ya Yesu Kristo, yani Yesu Kristo azaliwe upe ni meani mwetu mmepata nzuri sasa siwezi kujaji sielewe atakuwa na maana kama wamepata kibali gani au nafsi, siwezi kufanya hiyo swala, siwezi kulijibia, ila mimi kama mchungaji kiongozi wa kiroho, ninachoomba tarehe ishirini na tano ya Krismasi Yesu Kristo azaliwe upya mioyoni mwetu.